Wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kukimbia mapigano makali yanayoendelea katika jimbo la Kivu Kusini, wakihofia hali hatari ya maisha. Wakimbizi hao walikuwa na haya ya kueleza mara baada ya kuvuka mpaka wa Kamanyola. Birasheri mi natoka potea Rubumba manake tunateswa sana na vita, fika hapa Rwanda watoto wakapata venye watakunya na tena wakawasaidia na mai, lakini isi tuko na maana, lakini venye vako mpri watakufia ngambo ya kule makatogota sa kutoka hapa murumbu huko nanaa na zingine ziko zinaanguka hh uko kaua akau mama umwana batoto bawili leo tulibazika busubuhi. Mkuu wa wilaya ya Rusizi Sindaiheba Fanuel: kuanzia siku ya Jumatatu, mamlaka zimeripoti dalili ya hali ya usalama. tulianza kuona kwamba upande wa pili hali ya usalama si shwari, na kuanzia Jumanne tukaanza kuona wakimbizi kutoka DR Congo wakija kuomba hifadhi. Hali hii inatokea huku rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Chisekedi wakitia saini makubaliano ya amani na ushirikiano wa maendeleo kati ya nchi mbili. Wakimbizi hao hupelekwa moja kwa moja katika kambi ya muda ya Nyarushishi, zaidi ya kilomita 25 kutoka mpaka wa Kamanyola. Christopher Karenzi, Bugarama, RFI Kiswahili.